Lakini safari yetu haitoishia hapa, tunakwenda mbele ya mahakama ya Afrika Mashariki e, Arusha. Tunakwenda ku, ku, kuendelea na hatua ya shauri hili, kwa sababu kwenye mahakama ya Afrika Mashariki huwezi kuenda bila ya kumaliza hatua kwenye nchi yako. Tunaku uh, ndugu zangu uh, Wazanzibari wenzangu uh, hapa leo tulikuwa tuna shauri la mashehe wetu Walilofungua walilo Mahakama Kuu kupinga sheria ya mufti. Na awali ya yote tulianzia kwa jaji mmoja, kesi yetu ya msingi ilianza kwa jaji mmoja tukakataliwa. Uh, tukakata, uh, tukakata rufaa na leo tumekuja kusikiliza uh, rufaa mbele ya majaji watatu. Kesi hii imetolewa hukumu mbele ya majaji watatu. Uh, wakiongozwa na Mheshimiwa Said Said Hassan, Mheshimiwa Haji Suleiman na Mheshimiwa Salum Hassan Bakari. Upande, um, wa mawakili ni kuwepo mimi ambaye ni watetea mashekhe wetu wapendwa wa, wa Zanzibar uh, na kwa upande wa serikali kulikuwepo na uh, uh, uh, wakili mwandamizi uh, Abubakar. Uh, historia ya kesi hii ni kwamba mashehe wetu uh, wapatao mia mbili lakini wame waliofungua ni, ni wachache lakini zaidi ya mashehe mia mbili wa Zanzibar eh, wanapinga sheria ya kuanzishwa kwa ofisi ya mufti, eh, na hoja zao ni kwamba kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha katiba ya Zanzibar kinasema, shughuli zote za kidini itakuwa ni marufuku kuingizwa serikalini, shughuli zote za kidini hazitakiwi kuingizwa serikalini. Sasa suala la mufti Eh, ni kiongozi mkuu, mufti ni kiongozi mkuu wa Waislamu na yeye anashughulika na mambo ya kidini ya Kiislamu. Lakini sasa shughuli zake zote mufti ikiwemo mshahara, mshahara wake yeye mwenyewe mufti na wengine kwenye ofisi ya mufti wanalipwa na serikali wanatumia facility za serikali directly, wameingizwa kwenye mfumo wa kiserikali. Hili ndio lilotufanya, lilofanya Waislamu kuja hapa kuja mahakamani kupinga sheria hiyo kwamba inakinzana na Katiba pamoja na mambo mengine. Pia kiongozi mkuu, mufti ni kiongozi mkuu wa Uislamu. Kama ni kiongozi mkuu wa Uislamu, Waislamu waliokuja hapa mahakamani walikuwa wanataka haki yao ya kuchagua kiongozi wao e, mkuu wa kuongoza mambo ya Kiislamu, kama ambavyo dini nyingine au imani nyingine za kidini zinavyofanya, zina imani nyingine za kidini hawachaguliwi kiongozi wao mkuu wanakutana kwenye mabaraza yao, wanateua kiongozi wao mkuu wa kuongoza mambo yao ya kidini. Hapa Zanzibar tofauti kabisa, hapa Zanzibar kiongozi mkuu wa kidini anateuliwa na rais, mtu mmoja tu. Alhamdulillah, tuna rais rahisi Muislamu, kishona kishokutwa, tukipata rais ambaye pengine sio Muislamu ataendelea kuwachagulia Waislamu kiongozi wao mkuu, sababu ya nafasi yake ya urais. Lakini hayo ndio ndo, ndo, ndio waliofanya mengi kuja hapa mahakamani pamoja na mambo mengine ibara ya kumi na tisa ya katiba ya Zanzibar, ibara uh, ibara ya kumi na tisa mabano mbili na uh, ibara ya kumi na tisa mabano moja ukisoma zinasema shughuli za kidini hazitoingizwa kwenye mfumo wa serikali. Eh, sasa tumeona kwamba uh, mufti anashughulikia mambo ya kidini ya Kiislamu, lakini mambo yake yameingizwa kwenye mfumo wa, Kiislamu, wa, wa serikali yeah, na hilo ndio ambalo walikuwa wanali, wanalipinga mashehe wetu. Katiba ya Zanzibar kiangalia kwenye kifungu cha 25 a kinasema kwamba mtu yeyote anapoona katiba ina kanyagwa anaweza kuja mahakamani. Mashehe wetu wameona kwamba kuingizwa shughuli za mufti kwenye shughuli za kiserikali ni kuvunjwa kwa katiba, na ndio maana wametumia haki ya kikatiba kuja mahakamani. By the way, kesi mahakama imetukatalia imesema haikizani na katiba, na hakuna nini, ubaguzi E, tumekata rufaa tumekuja kwa majaji watatu. Majaji watatu nao wamesema kwamba sheria hiyo iko sawa, haikinzani na katiba, hakuna ubaguzi wowote, kuna lolote. Na rufaa hiyo leo imekataliwa ime, ime rasmi mbele ya majaji watatu. Huo ni uamuzi wa mahakama, tuna uheshimu, tuna uheshimu kwa sababu ni uamuzi wa mahakama, lakini safari yetu haitoishia hapa tunakwenda mbele ya Mahakama ya Afrika Mashariki eh, Arusha. Tunakwenda ku, ku, kuendelea na hatua ya shauri hili, kwa sababu kwenye Mahakama ya Afrika Mashariki huwezi kuenda bila ya kumaliza hatua kwenye nchi yako. Tunakwenda na hoja zetu hizo hizo, tunakwenda eh, kudai hiyo hiyo haki, Mahakama ya Afrika Mashariki itamke kwamba eh, kuna ubaguzi wa, wa, wa, wa wazi na shughuli za kidini zimeingizwa kwenye Eh, kwenye mfumo wa serikali. Mahakama ya Afrika Mashariki nayo tunaisikiliza itaamuaje, ita, lakini huo ni msimamo na, na, na hichi ndicho uh, mashehe walichonielekeza na tutakitekeleza, kusema kweli eh, kwa sababu tunaamini haki unatakiwa kuipigania hadi mwisho. Nawaomba sana sana sana mashehe wetu uh, waendelee kuhamasisha amani na utulivu miskitini na kwenye mahubiri yao uh, licha ya matokeo haya yaliyotokea mahakamani, niwaombe Waislamu wawe watulivu, wananchi wa Zanzibar wawe watulivu, wa wa niwaombe sana sana sana, nawaomba sana sana mashehe wetu waendelee kuhubiri amani misikitini, kwenye madarsa na vyuoni, pamoja na kupokea uh, uamuzi huu wa kukataliwa shauri lao. Serikali ifate sheria ifate sheria na iache ubaguzi, ithamini kila uhuru wa mtu na haki ya mtu bila ya kujali nasabu, bila ya kujali kabila, bila ya kujali madhehebu na chinginecho. Huo ndio wito wangu.